Wako vijana wengi wako chipukizi wengi, lakini ndio chama na watoto wenzie walimwamini binti Elini Chanila kuwa mwenyekiti wa chipukizi CCM mkoa wa Mwanza, na hichi kinachofanyika hapa mbele ni itifaki yeah, yake kwa sababu anadhamana na ana cheo na kofia ya wenyekiti wa chipukizi. Niombe sasa kumhudhurisha mbele yako binti huyu ambaye anakuja kwa ajili ya hotuba mbele ya Mheshimiwa mgeni wetu rasmi huyu hapo, na huyu tunasema ndiye namba moja, ndiye namba moja kwa sababu ni mtoto wetu, tuna tumeweza, anapokelewa, ana, anapokelewa. Wa Mwanza. Na mjomba wa kamati ya kazi ya hapo. Mbele yako ni vijana wa kifaki. Kwa niaba tunakuomba tukupe kadi hii. Ni salamu potes. Paa! Bado haraka. Hebu piga makofi na vigelegele vingi. Mkaribisho na mpongeza kwa hatua ya awali. Wanampigia saluti ya utii. hey, nyota njema huonekana. Wanampatia zawadi ya ua. Binti Erini Chanila, binti maridadi, mtoto wa familia ya mheshimiwa mgombea Chanila. Komredi Erini, Erini Tumado. Wakati wanatoa heshima sasa binti Eryne Chanila anatembea kwenye carpet namba moja, ndiye namba moja kwa sababu ni mtoto anapokelewa, anapokelewa. mbele ya mheshimiwa mgeni wetu rasmi anakwenda kupanda vizuri, komredi Eryne Chanila Yes. Kapata kusindikizwa vizuri na vijana wa itifaki na masa I wish tuanze na vyeti vya pongezi baadaye vitafuata vile vya general. Huyu ni comrade Erin Chanila David, balozi mwakilishi. Cheti cha uongozi ichanganye tu hapo katikati yake uone. Atakuta, tumeanza idara ya civic and moral education tena, ni yeye ni wa familia ya Chanila David, afatiwe na Nesta Ezekiel. English language, anakuja Comrade Eryne Chanila David, English language. English language, mbwembwe ni yeye Anakuja na mama, mama Erin David Chanila, a oh ai